Karibu kwenye Movie Secrets by Us, mahali pekee ambapo kila movie ina siri na kila jina lina maana kubwa kuliko lilivyoonekana. Leo tunazama kwenye filamu mpya ya kutisha lakini yenye ujumbe mzito, Final Destination: Bloodlines, ya mwaka 2025. Swali letu la kwanza ni rahisi lakini lenye uzito. Kwa nini waliita Bloodlines? Je, ni tu kuhusu damu au kuna mizizi ya undani kabisa ya kiroho na kisaikolojia inayojificha kwenye hilo jina? Karibu twende safari hii ya vifo, laana na damu isiyokoma kutafuta haki yake. Neno Final Destination linajulikana ni hatma ya mwisho sehemu ambayo hakuna mtu anaweza kuikwepa, lakini mwaka huu wameongeza neno jipya, Bloodlines, yaani mistari ya damu, ukoo, vizazi. Na hapo ndipo siri inapoanza. Jina hili lina maana kwamba safari hii kifo hakijafuatilia mtu mmoja mmoja, bali ukoo mzima. Ni kama deni la roho ambalo halikulipwa, vizazi vilivyopita, sasa linadai kizazi cha sasa kama ukoo wako ulipona ajali miaka 30 iliopita, lakini haukulipa kwa roho zilizotakiwa kufa, basi kifo kinakurudia kupitia damu ya familia yako. This is not just about people die, it's about a curse that runs in the blood. Kama kawaida ya Final Destination, kila kifo ni cha ajabu, kinaonekana kama ajali, lakini kina mpangilio wa ajabu kama wa kiroho. MRI machine. Kifo cha Eric alikuwa na pete ya ndoa ya chuma akavutwa na mashine hadi kufa. Ishara: pete ya ndoa, dhamana ya kifamilia. Kifo hiki kinaonyesha kuwa hata uhusiano wa karibu unaweza kuwa mzigo kama haujasafishwa kihisia. Vending machine: Julia anakufa akitafuta soda hii ni ishara ya vijana wa kizazi cha sasa wanaotafuta starehe haraka haraka bila kujali gharama. Tamaa ya muda mfupi inaleta maumivu ya muda mrefu. Ajali ya treni ni allegory ya nguvu ya hatma, kitu kikubwa kisichoweza kuzuilika, ambacho kikikupitia kinafuta kila kitu. Treni hapa ni ishara ya kizazi kizima kinachokimbia ukweli wake lakini mwisho wao unakuja haraka. Bloodworth, mjumbe wa kifo, anajitokeza tena, si kama muuaji bali mtoa wa ujumbe. Mara nyingi anazungumza kwa mafumbo, akionya kwa maneno yenye siri: The debt of the dead is never forgotten. It travels in blood. Kama deni la waliokufa alijasamehewa, itajilipa kwa damu. Wahusika katika filamu hii na maana zao ni kwamba Stefan Reyes, mhusika mkuu, anaona vifo kabla havijatokea. Yeye ni mwanga wa kizazi kipya, anawakilisha kizazi kinachotaka kuvunja laana, yuko tayari kufa ili kuokoa wengine. Maana yake intuition, uvunjaji wa mzunguko na sadaka ya kiroho. Iris Campbell, bibi wa familia aliyepona ajali zamani, alificha ukweli. Anaonyesha kuwa vizazi vya zamani vilificha madhambi na sasa watoto wanalipa. Eric, Julia, Bobby, vizazi vya kati, kila mmoja anaonyesha namna tofauti ambayo laana hujificha kwenye maisha ya kawaida, kwenye ndoa, kwenye starehe, kwenye usugu. Ni kizazi kilichokaa kimya wakati mababu walikosea. William Bloodworth anawakilisha Universal Balance, haki ya dunia ya roho. Sio muhalifu, ni msimamizi wa mzunguko wa maisha na kifo. Filamu hii inatufundisha kuwa hatma sio ajali, ni mzunguko wa maamuzi ya vizazi. Ukivunja sheria za kiroho, watoto wako ndio watalipa. Kila familia ina jambo aliloficha, na ukikataa kulikubali inaweza kujirudia kwa namna ya kutisha. Inauliza, ukipewa nafasi ya kuvunja mzunguko wa laana katika familia yako, je, utachukua hatua? Hii haikuwa tu filamu ya vifo, ilikuwa ni onyo la kiroho, ni fumbo lililovikwa kifo, ni siri ya damu ambayo kila mtu anayo, lakini hajui. Je, familia yako imesafishwa? Je, Unaishi kwa bahati au unaepuka kifo kisichoonekana? Kama umevutiwa na nondo kama hizi, usisahau kufollow, kusubscribe na kushare Movie Secrets by Us kwa sababu hapa kila film ina maana ya pili. Mpaka tukutane tena, kumbuka siri ya mwisho mara nyingi kujificha kwenye damu.